Wajasiriamali mkoa wa Tanga wametakiwa kufuata sheria na taratibu za forodha ili kufanya kazi kwa uhuru katika kukuza uchumi wa taifa na kulinda afya za wananchi kwa kuzuia magendo kuingia nchini, kwani vitendo hivyo vinahatarisha afya za walaji na kuinyima serikali mapato. Wito huo umetolewa jijini Tanga ikiwa ni maadhimisho ya siku ya forodha duniani iliyoambatana na kutoa elimu kwa wajasiriamali kutoka vyama vya TWCC TNCC pamoja na vyuo vikuu, lengo ikiwa ni kujenga misingi imara ya kuleta maendeleo na ulipaji wa kodi kwa hiari, iliyoandaliwa na mamlaka ya mapato Tanzania TRA, mkoa wa Tanga. Hali ya magendo katika mkoa wa Tanga tumeidhibiti, na hata kama yapo ni kwa kiasi kidogo sana. Nasema yapo angalau kwa kiasi kidogo, kwa sababu bado tunaendelea kukamata bidhaa mbalimbali hasa sukari mafuta ya kula, na tumejipanga kwa maana ya tunazo bot kwa ajili ya patrol za majini, lakini pia tunayo magari kwa ajili ya patrol za nchi kavu. Na mpango wa muda mrefu wa idara ya forodha na ushuru wa bidhaa ni kutumia teknolojia. Teknolojia mojawapo kwa mfano kutumia drones badala ya kwenda kwenye kila kipenyo au kuingia baharini kule bila kuwa na lengo maalum, tunataka tutumia teknolojia na tutapeleka vyombo vyetu na watu wetu pale ambapo tukaona kiashiria cha magendo. Kama nilivyosema awali, kwamba kwenye viwanda, kitu kikubwa kinachoongoza kwanza ni muda. Bidhaa zinahitajika sokoni na wewe unataka kupata huduma zako kwa wakati. Kwa hiyo, hii uwezeshaji wa wafanyabiashara wa, wa, wa, wa, ambao tunaita AEO waendesha uchumi walioidhinishwa, kupitia urahisishaji wao na kwamba wao wanapewa huduma ya kwanza priority kwenye clearance yao, inawasaidia sana waendeshaji. Tunao viwanda hapa Tanga, kwa kweli imewasaidia kikubwa, kwa sababu tunaweza kufanya clearance ya mzigo wao wakati wowote ule, uondoshaji wa mzigo wao kwenye mipaka wakati wowote ule utakapotuhitaji. Kama wanasema sasa hivi tumezidiwa, tunahitaji material na kiwanda chetu kinaelekea kusimama, hata kama ni saa kumi ya usiku, taasisi zote zilizoko kwenye mpaka zinafika kwa ajili ya kumhudumia mteja huyu, kwa sababu tu yeye ameidhinishwa kama mfanyabiashara aliye kama vile waendesha uchumi walioidhinishwa. E, kitengo cha foroza ni kitengo muhimu sana ambacho kinalinda nchi kwanza kuingiza bidhaa ambazo sio sahihi na kutoingiza magendo ndani ya nchi. Kwa hiyo leo tunapata semina hapa. E, chini ya kitengo cha forodha kwamba nini kifanyike wafanyabiashara na wadau na wajasiriamali namna ya kwenda sambamba pamoja na idara ya forodha. Sisi kama wafanyabiashara Tanzania, jumuiya ya wafanyabiashara Tanzania, hatutaki kusikia habari ya magendo, lakini tunataka wafanyabiashara wapate kulipa kodi sahihi na rafiki. Labda niwambie tu kitu kimoja, watu wengi wanaofanya magendo huwa wanakutana na kodi zisizo rafiki. Kwa leo, kwa sababu tuna semina hapa, hili swala tutalizungumza kwa ufasaha, kwamba kodi rafiki zikoje, ili wafanyabiashara wote wavutiwe kulipa kodi. Siku ya forodha duniani huadhimishwa Januari 26 kila mwaka, ambapo mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Tanga imeyatumia kutoa semina iliyowakutanisha wajasiriamali wanafunzi wa vyuo jamii pamoja na wanahabari. 94.5 Radio Nuur FM kituo cha Hikma.